Eh hey, baba okay. Ni jumlishie na kiazi no, afu nikija na vifumua vyote. Ndio hiyo. Viazi. Wewe ndo mpango bado sana baada ya miaka miwili miwili yote waniatu anago tunaanza kumaliza mambo yaani baada ya miaka miwili.

Kitalu chako ichi hapa si ndio? Haya, twende hapo. Haya, weka alama hiyo. Acha mimi nipite alafu sijui. Ananiambia kama atanieleza asichojua

Kwa leo vilevile nitamwomba mheshimiwa mkuu wa mkoa azungumze na nyie na atuambie leo amekuja na watu gani na nini kinatakiwa kianze kufanyika haraka sana, yeah. Tumeelewana, jamani yeah. Katika mkutano ambao tuliufanya juzi alipokuja mheshimiwa mkuu wa mkoa mnakumbuka, tulikaa kikao peke yetu, si ndio? Tukasema sisi kilichotuleta hapa ni matatizo, au sio? Tunataka tujifunze kuyatatua matatizo, si ndio? Kuna baadhi ya malalamiko, kumbe sio malalamiko, si ndio jamani? Ehe, nakumbuka, nakumbuka, tulijadili sana kuhusu milango, tukasutana hapa, tukasema hivi kweli aatukusema hivyo jamani, tulisema tunamuomba mheshimiwa mlango hivi, akituletea mlango wa mninga uliotulia unaotakiwa ukakae kwenye nyumba ya Masaki, mlango wa laki sita, tutaweka kwenye vibanda vyetu Grammy. Tukasema tunahitaji nini? <bug> vifaa tufanye kazi wenyewe, si ndio? Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha tena uh, mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndiye mlezi wetu namba moja, atusalimie na atuambie leo amekuja na watu gani na lini tunatakiwa tuanze nini? Kwa haraka sana, karibu sana mheshimiwa. Mambo. Nimefurahi kuwaona tena, yani mmefanya kazi kubwa lakini hamjachoka. Hicho ndio kinanipa nguvu sana. Yani mi mwenyewe nishaanza kushangaa, mnasema mnataka ni, mnishangaze leo, tu nimeshangaa yani Nimekuja, nimesema, ah nimesema nyie mlikodi trekta usiku nini? ai <laughs> mikadana vipindi, mliniambia imeoza kakoli mko juu <freshwater> mko juu ya mstari. Sasa leo nimewaletea wale wageni mliokuwa mnawasubiri kwa hamu kubwa sana. Mi niliwaambia mambo yangu chap chap sawa. <cere> <uhhh> nataka yeah. Nikimbizane na kasi yenu, sijui kama nitaweza akushing mtadibuas yani, pasi yao siwezi, sasausaili niweze <Wana>, inabidi waniburuze <laughs> maana mtoto na mama lazima mtoto abaki nyuma, mama abaki nyuma, mtoto awe mbele. Sasa wale wageni wale mna, wa zile mashine mlizokuwa mnaulizia, ndio leo wamekuja, mainjinia na mafundi wa kufyatua matofali na kujenga nyumba bora. Haya, jamani ongereni sana, jipigieni chama makofi. Mimi naamini wageni wetu mmeona vijana wako fiti. Haya, karibuni mjitambulishe na mwambie mmekuja kufanya nini. Vijana oye! Sikonge oye, oye! Oye! Sikonge, oye! Oye! Eh, ni wapi hapa rufwisi la... jiji la mfano rufwisi jiji la mfano, shukrani mfano. Uh, ha. Mimi hapa naitwa Elias Kwanama <coughs> <coughs> ni mtaalamu wa matofali na ujenzi wa nyumba bora kuja ili tuweze kushirikiana kuondoa hali ya umaskini ambayo iko kwa Tanzania walio wengi. Natumai kwa nia ya dhati mlio nayo na kwa mambo ambayo tunana mesha yafanya hapa, basi tutafikia malengo makubwa mno Tumekuja tuna utaalamu fulani ambao, na mimi tukishirikiana, tutapiga hatua na kufikia ile lengo tuliojiwekea, na tum tuashirikiana, na kadri tuzidi kama darasani, basi tutazidi kufahamiana nazidi kupeana ujuzi zaidi. Asanteni sana. <laughs> <laughs> wetsite oy, kwa, kwa majina naitwa John Andrew Ariapenda mimi, ah. ni fundi sawa. <laughs> uh, Tutakuwa wote kwa vitendo zaidi. <laughs> <Thank you. laughs> Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu, mnatufundisha na sisi, ili mkisema tunasema wote ila, <laughs> leo <laughs> nimeona <laughs> mistari kaongeza jamaa. <laughs> <laughs> ametema cheche <laughs> si mchezo. Ninaye mtu mwingine muhimu sana, nimemleta yeye. Ndio mkuu wa uzalishaji wa mkoa wa Tabora, na kwa kuwa kijiji site hili ni site la uzalishaji wa kutumia teknolojia, yeye ndiyo mwenye dhamana ya mkoa mzima. Kwa hiyo na dhamana ya hapa yuko nayo yeye na yeye atawasaidia katika mambo mengi manake, yeye ni mshauri mtaalamu. Kwa hiyo nikasema leo aje awaone watoto wake, aone kituo chake, site lake linavyojipanga. Yeye anaitwa Dr Philips Mtiba. Dokta, karibu Green City <todiculose> mutashanga kwa nini mimi sikusema white <white city todiculose> Kwanza ninapenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kukutana na ninyi. Nilitamani sana nishirikiana na rafiki yangu Masudi kwenye hatua za mwanzo kabisa kuwapateni ku, ku, ninyi lakini kwa bahati mbaya sana siku nilipofika nikasikia Masudi yuko kitunda, kitunda kipiri, kipiri. Hmm. Sasa sikuweza kufika wakati anarudi nami nikatakiwa kuondoka, lakini napenda niwaambie maneno machache moja kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni mtaalamu kwa kweli wa mambo ya ufugaji, na nimeona katika moja ya mipango yenu nimegundua kuna ufugaji wa kuku na ng'ombe, lakini baadaye nadhani tutaendelea kupanuka, tuangalie kile kitu ambacho watu wanataka sasa na katika ufugaji huo niwahakikishia ya kwamba sitaweza ku kuaibika wala kurudi nyuma kwa kutokuja kushirikiana na ninyi. Na niseme kitu kingine kwamba kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mkoa wa mkoa kwa sababu mkuu alianza kuota ndoto kwamba nitafanyaje kazi na wananchi wa mkoa wa Tabora aliopewa na Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, lakini akagundua ya kwamba umri wa kizazi hiki kimeishapata kutu ya fikra. Akawaza siku moja, tena alituita pale ofisini kwake, tukaitika kata ngio, nina wazo inahitaji kufanya kazi na vijana ambao kwa bahati mbaya sana hawakubahatika kuendelea na masomo na kupata ajira lakini ndio jeshi kubwa kuliko watu wazima. Ukiangalia takwimu za sensa, umri wenu ninyi ndio taifa. Na kwa mkoa wa Tabora ambao tuna karibu watu milioni tatu kwenda milioni nne asilimia ya vijana kati ya umri wa miaka kumi na tano mpaka kumi na tisa asilimia pale ni zaidi ya asilimia sitini ya wakazi wa mkoa wa Tabora. Sasa kama tunazungumzia umaskini, kumbe umaskini hauko kwa wazee, umaskini huko kwa kundi hili na sasa mama kama mama akaona, nitafanyaje kazi nitafanyaje na vijana hawa? Nikasema lazima tuwatoe kwenye umaskini, maana umaskini ni mama yake na baba yake tabia mbaya. Hivi ukiwa maskini, unafikiri nje ya umaskini, unaamua sasa nijifariji aidha kuvuta bangi au kuwa mwizi, kama rafiki zangu wamesema, watu uchomozi na hivi, na wengine wanaenda kwenye jambo la hatari kabisa, wanaamua kuona mambo ya ngono ngono ovyo Njozi za mama tulivyozipokea tukasema, ya kwamba hivi hizi njozi zinawezaje kuwekwa katika vitendo? Basi finally au mwishoni, ikaonekana ya kwamba sasa hebu tupate vijana ambao watakuja kwa hiari yao, na ninyi naamini mmekuja na hiari. Kuna mtu amesukumwa? Niseme hivi, siwezi kupima ukweli katika fikira zenu. Kama kuna mtu alishawishiwa kwamba na wewe nenda, huyo jioni ya leo Amjulishe Bwana Kipanya, alafu tutamfanyia sherehe kubwa <laughs> ya kumuaga na kumsendof <laughs> na kumsindikiza <laughs> muaa